Wazao kuandamana kwa amani hawana hata shida na mimi, ila majizi toka yamesikia kwamba bana hatutokubali, basi yamekuwa yanitukana yanitukana, matusi ya nguoni sijui na nini. Wewe utajua mwenyewe tukana, lakini kama ukijua tutakutana mtaani. E, mimi mimi sina muda na maandamanaji. Mimi na dili na mwizi na anayaribu mali za umma, na sisi tupo kama timu na ni wananchi kama wewe. Yani, kama wewe ulivyoweza kujiorganize kwenda kwenye duka la mtu kuiba, utatokuta pale na hii duka alichagua, kama ni maduka yetu tu duka la mtu, mtu yoyote yule E, inakoi itakuwa ni wananchi kwa wananchi, afu haki za binadamu waingilie, msizingishie serikali sijui hivi na hivi na vile, au msizingishie kusema bwana eh oh sijui ni chama fulani ah ah eh, rais hana duka, umenielewa eh? serikali haina duka, duka ni la wananchi na maduka ndo sisi, umenielewa na sisi ndo tunaopanda vitu vya umma pia ni vya kwetu sisi, maana sisi ndo umma wenyewe. Kwa hiyo hiyo haki unayolilia wewe Mtanzania ndugu yangu E, na, sisi tunalilia haki zetu wa Tanzania kulinda mali zetu na ndugu zetu wengine tunaziwiwa si poteze maisha. Sina shida na muandamanaji, narudia tena hizi, sina shida na muandamanaji, mimi nina shida na jizi. Wewe ambaye unataka kuandamana kwenye duka la mtu, unataka kuandamana kwenye biashara ya mtu, ah babu, utakubali kwa kweli? Yani utakubali kabisa, utaita maji mma eh, afu utatubu bila dhambi yanojichanganye tu, uandamane kwenye duka la, la mtu au biashara ya mtu